Karibu sana katika kipindi kingine hapa kwenye Kokoto kwenye Kiatu. Video ya leo ninajibu swali ya, ya mtazamaji mmoja, na anauliza hivi: Bwana Yesu asifiwa, anasema. Inaonekana ni Mkristo, anauliza, naomba kukuuliza swali la kuelewa kuhusu sadaka katika Mwanzo e, sura ishirini na mbili mstari wa kwanza hadi kumi na tisa Je, kuna uhusiano gani kati ya utoaji sadaka na neema ya Mungu apokeaji sadaka na kwa mtoa sadaka. Kwa hiyo ni ndugu Dickson anauliza, kwa hiyo nitajaribu kuongelea. Nimejibu katika comment section, eh, kwa kifupi sana, hasa juu ya hiyo sehemu, na nitaongelea hiyo sehemu eh, ya Biblia, na inawezekana kama kuna interest ninaweza nikaongea zaidi juu ya hayo maswali, lakini sasa hivi ninataka niangalie sehemu ya E, Mwanzo e, sura ya ishirini na mbili hadi e, mstari wa kwanza hadi kumi na tisa. Ina, anyway, kabla ya kuingia kwenye kuisoma na kuiongelea, kama huja subscribe naomba ufanye hivyo, onyesha kwa kama unapenda video zangu kwa thumbs up na pia kuzisambaza katika media wengine waweze kuziona pia. Ukifanya hivyo mimi nitashukuru sana na e, Mungu akubariki ukifanya hivyo. Kwa hiyo nitaanza kwa kusoma hiyo sehemu uweze kufahamu ni nini, halafu tutakuja kuiongelea. Ina uh, heading yake inasema kujua uthabiti wa Abrahamu. Baadaye Mungu akamjaribu Abrahamu, akamwambia Abrahamu, Abrahamu! Akamjibu, mimi hapa. Kisha Mungu akamwambia, mchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, uende nchi ya Moria mtoe kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima nitakaokuambia. Abraham akaamka asubuhi na mapema siku iliyofuata akamtayarisha punda wake akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaka mwanawe. Baada ya kuchanja kuni za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa akaondoka kuelekea mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Siku ya tatu Abrahamu akainua macho akapaona mahali pale kwa mbali. Akawaambia watumishi wake, Kaeni hapa pamoja na punda wakati mimi na kijana tunaenda kule tutaabudu na kisha tutawarudia. Abrahamu akachukua kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akamtuika Isaka mwanawe, naye mwenyewe akachukua moto na kisu. Walipokuwa wakienda pamoja, Isaka akamwambia Abrahamu baba yake, Baba yangu Abrahamu akaitia, mimi hapa mwanangu. Akasema, moto na kuni zipo, je, yuko wapi mwanakondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Abrahamu akamjibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwanakondoo kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Nao hao wawili wakaendelea mbele pamoja. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaka mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Kisha akanyosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanawe. lakini, lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akamwambia, Abrahamu, Abrahamu! Akajibu, mimi hapa. Akamwambia, usimdhuru kijana wala usimtendee jambo sasa. Ninajua kwamba unamcha Mungu kwa sababu hukunizuilia mwanao, mwana wako wa pekee. Abrahamu akainua macho, akaona nyuma yake kondoo dume akiwa amenaswa pembe zake katika kichaka. Akaenda akamchukua huyu kondoo dume, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Abrahamu akapaita aka mahali pale Jehova Jire hadi leo inasemekana, katika mlima wa Bwana itapatikana. Basi malaika wa Bwana akamwita Abraham kutoka miguuni mara ya pili, akasema: ninaapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa sababu umefanya jambo hili na hukunizuilia mwa, mwanao mwana wako wa pekee, hakika nitakubariki na nitazidisha uzao wako kama nyota za angani na kama mchanga wa pwani. Wazao wako watamiliki miji ya adui zao na kupitia uzao wako mataifa yote duniani yatabarikiwa kwa sababu umenitii. Ndipo Abrahamu akawarudia watumishi wake, wakaondoka wote wakaenda hadi Bersheba, naye Abrahamu akaishi huko Bersheba. Hiyo ni sehemu ya Biblia ambayo inaongelea juu ya Abrahamu ali ambiwa na Mungu nenda ukamtoe mtoto wako sadaka. Na kama wewe una, um, um, ni msomaji wa Biblia unafahamu kwamba Abrahamu hakuwa na watoto wengi, alikuwa ameshindwa kupata mtoto na mke wake hasa Sara. E, wakafanya mpango na aka akamuoa pia mtumishi wake Sara, halafu kupitia hapo wakapata mtoto ambaye anaitwa Ishmael, lakini lakini Mungu akasema kwamba ahadi yangu kwako itakuwa kupitia uzao wako na Sara. Kwa hiyo eh, Abrahamu katika uzee wake akampata huyu mtoto Isaka na Mungu ametoa ahadi kwamba kupitia huyu eh, Mungu atambariki na sasa Mungu anasema nenda ukamchinje. Bila eh, shaka ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa Abrahamu na eh, mara nyingi tunaposoma hiyo sehemu tunashangaa kuona vipi Mungu hapa yukoje, inakuaje mpaka unadai kitu kama hiyo kwa, kwa mfuasi wako, kwa mtoto, mtu ambaye unasema kwamba unampenda una unataka kumbariki, halafu unadai kitu kama hivyo. Nafikiri ni vizuri kufahamu eh, sadaka ya jinsi hiyo imetumikaje katika historia, hasa kwa upande wa, wa dini ambayo wanaabudu miungu. Kwa hiyo kuna desturi ya kihistoria ya kutoa watoto kama sadaka e. Kwa hiyo tutaangalia hiyo kwanza, tutaangalia ni watu gani au baadhi ya watu ambayo e, walikuwa wakitoa watoto wao kama sadaka. Hiyo ni, ni mambo ya kwanza, alafu tutaangalia sababu ya huo utoaji, kwa nini watu walifanya hivyo, alafu tutaangalia sababu ya desturi hiyo kupotea na alafu mwisho tutarudi kwa Abrahamu tena kidogo kabla ya kumaliza kipindi. Okay, baadhi ya makabila waliotoa wana wao kama sadaka na muda wao katika historia. Tuta, nitawataja tu sitaongea sana juu yao, lakini nitawataja upate picha juu ya hiyo, hiyo tendo ambayo imekuwepo katika historia kwa muda mrefu sana kwa kweli. Kwanza wa Kanani na wa Foinike na hawa walikuwa, wanafanya, walikuwa hiyo, eh, kwansi, na tabia hiyo kama na hizo, hizo miaka ninazozitoa ni rafli, sio kwamba toka hapa mpaka hapa. Hapana, ni, ni kwenye muda huu, eh, elewa hiyo ni mambo ya historia. Kwa hiyo ni kwenye muda huu rafli, na ni elfu moja mia tano kabla ya Kristo hadi mia tano thelathini na tisa baada ya Kristo. Kwa hiyo muda mrefu sana kabla ya hesabu yetu ya historia ambayo inaanza na mwaka wa kwanza yaani Yesu, lakini pia iliendelea miaka mia tano karibu mia sita Kwa hiyo ni, ni karibu na muda wa Uislamu kuchipuka pia ndani ya hiyo na, na wakati Ukristo bado unakuwa una, una na kuendelea, tabia hizo zilikuwepo kwa watu mbalimbali mbali. E, Wakaratheji na hao walikuwa wanatumia e, tabia hiyo kama mia tisa kabla ya miaka mia tisa kabla ya Kristo hadi mia moja arobaini na sita kabla ya Kristo. E, Wamaya hao ni mia mbili baada ya Kristo hadi mia tisa baada ya Kristo. Kwa hiyo hiyo ni, ni muda mrefu ndani ya historia ambayo ni sio siku zetu, lakini ni, ni elfu El, miaka elfu moja na kitu ni ba, hata baada ya Uislamu kuzaliwa bado hiyo desturi inaendelea. Na Waazteki elfu moja mia nne hadi elfu mia, tan, mia moja mia tano baada ya Kristo, hiyo tu ni kama miaka mia, mia tano tu zilizopita, kwa hiyo sio muda mrefu au mbali sana katika historia. Wainka pia elfu moja mia tano hao ni watu ambayo Uh, walikuwepo uh, ni Amerika, Amerika, South America walikuwa uh, uh, Amerika wa Kusini. Waroma na Wa Griki pia walikuwa wanatumia uh, mtindo huo na mia saba hadi mia nne kabla ya Kristo, lakini wao haikuwa kama desturi ya umma uh, yote au watu wote, isipokuwa kulikuwepo kama makundi makundi ambayo walikuwa wanatumia wana kutoa watoto wao kama sadaka kwa miungu na, eh, ilitegemeana ili huyu mungu anadai nini kwa sadaka. Alafu kuna watu wanaotajwa katika Biblia, kuna Wamoabi wa, wa Amoni, wa Kanani na hata wengine, na ukiangalia desturi hii unaipata katika biblia unapata watu kutoka kama elfu tatu mia tano kabla ya Kristo hadi mia tano kabla ya Kristo, unakuta eh, watu ambayo wanafanya hivyo. Wana, eh, wanatajwa katika Biblia na sababu ya utoaji huo ni kwamba walipenda kumwonyesha Mungu wao kwamba wako tayari kutoa kile wanachokithamini kuliko vitu vyote, yaani watoto wao wale ambayo watarithi, wale ambayo wataendeleza tuseme familia yako, wale ambayo ni warithi wako ambayo wata, wa, wa, wa, wa, wata watakuwa tuseme nembo yako katika historia inapoendelea mbele, uko tayari kumtoa kwa huyu mungu. Na kuna, kuna mungu mmoja alikuwa anaitwa Moloch. Yeye eh, alikuwa chini yake kulikuwepo kama tanuru ambayo wali, na yeye alikuwa ni, ni tuseme ameundwa kwa chuma ya shaba, kwa hiyo walikoka wali moto eh, katika hiyo tanuru na, na hiyo shaba ikaanza ku pata moto kiasi kwamba ilikuwa inang'aa, kama ukiona chuma kama ukiweka ndani ya moto inakuwa nyekundu kabisa. Na alikuwa na mikono yake ameweka mbele yake hivi. Wakati mikono yake sasa yana ile rangi ya, ya, ya kung'aa kabisa na moto, wanachukua mtoto wao aliyo hai na wanamuweka mikononi mwa huyu mungu wa huyu mungu feki yao tuseme. Na anachomwa pale mikononi mwa huyu mungu, na wanafanya hivyo kwa kuonyesha kwamba wanampenda na wako tayari kutoa chochote kile kwa ajili yake. Ni vizuri kufahamu hiyo, kwa sababu kutoa kitu kwa mungu, una unapenda kumwonyesha huyu mungu kwamba uko tayari kutoa chochote kile na hiyo ndio sababu walikuwa wanafanya hivyo. Kuna, kuna wengine wametoa watu wazima, lakini hapa tunaangalia kwa sababu stori yetu kutoka Biblia ni Abrahamu kwa tayari kumtoa mwanaye, ndio maana tunaangalia hiyo desturi. Hiyo desturi lakini imepotea, na leo sijui kama ipo kabisa. Ipo aina yake, ipo, ipo aina yake, lakini sio, sio jinsi ilivyokuwa ikitekelezwa. E, katika muda wa kihistoria e, wanahistoria wanasema kwamba Ukristo na baadaye pia Uislamu ni sababu kuu ya tabia hiyo kupotea. E, si kwa sababu dini hizo ni pekee ndio hazikubali hazi, hazi tendo au sadaka ya namna hiyo sio hiyo tu, lakini ni kwa sababu e, ni dini ambayo zimepanuka sana na zimeenea sana duniani Ukristo umeenea upo kila kona ya dunia, na Uislamu pia uko kila kona ya dunia. Kwa hiyo utakuta kwamba eh, dini hizo mbili zimeweza kubadilisha mawazo na kushawishi watu kuacha na tabia kuachana na tabia zingine ambayo labda hazikubaliani na hizo dini, kwa sababu zinakuwa na nguvu na zinakuwa na ukuu katika kila sehemu ya dunia. Kwa hiyo eh, Ukristo na Uislamu imekuwa na sababu kubwa kwa kuondoa tabia za namna hiyo duniani. Haya, turudi kwa Abrahamu. Abrahamu aliishi miongoni mwa watu ambayo walikuwa na tabia hiyo, walitoa watoto wao kama sadaka. Ilikuwa ni njia moja ambayo watu waliweza kuonyesha kwa Mungu wao kwamba wanampenda, wanamjali na wana utayari wa kutoa chochote kile kwake akihitaji. Abraham hakuwa na wakuuliza kuhusu Mungu. Yeye ni mmoja wa mwanzo wanaoanza kumfahamu Mungu, kumjua Mungu na kujaribu kutafuta kujua Mungu yukoje, unaona. Kwa hiyo yeye alihitaji kujifunza huyu Mungu ninayemfuata ambaye ninamwabudu yukoje. Kwa hiyo Mungu huyu anapomwambia toa mwanaye He, ni changamoto of course, ni changamoto lakini, hata hivyo, yuko tayari anaulu tayari, na amejifunza kwa watu wengine, ameona jinsi wanavyofanya, bila shaka amesikia jinsi wanavyofanya, na anasema ok, hai ni madai ya ya, ya, ya miungu, labda hata Mungu wangu anadai hiyo kitu, inawezekana Abrahamu hata hivyo Mana tukiangalia maongezi yake na, na Isaka. Isaka anapuulizia juu ya dhabihu, Abrahamu anasema kwamba Mungu ataipata ata, ata hiyo au atajipatia ata hiyo dhabihu, kwa namna fulani atapata ata kitu wa kutoa hiyo sadaka at, kwa namna fulani Mungu at, atafanya. Kwa hiyo inaonekana katika akili ya Abrahamu aidha alihisi ali kwamba Mungu hata mpeleka mpaka amtoe Isaka au ilikuwa ni kitu ambaye kama umbi ambayo anaiomba kusudi asiwe azilazimishwe kutoa huyu mwanawake. Na eh, hiyo eh, maongezi ya Isaka na, na Abrahamu tunaipata katika mstari wa nane. Anasema Mungu atawajalia sadaka, yaani Mungu atawatolea sadaka wawezi kumtolea Abrahamu anaendelea kuandaa kila kitu. Bado Mungu hajaonyesha kwamba kuna mpango mwingine wa ziada. Bado Mungu au, au Abrahamu anafahamu kwamba jinsi alivyosema ndivyo ilivyo. Kwa hiyo, okay, anajenga madhabahu, anaanza kuweka kuni ana, anamfunga mtoto wake, anamweka juu ya madhabahu, anapokuwa tayari kumchinja sasa, kumuua mtoto wake, malaika wa Bwana anamwambia usimdhuru mwana wako, usimdhuru mwana wako. Anam, anam, kwa hiyo anamzuia pale ambapo ameshaona kwamba Abrahamu alikuwa tayari hata kumtoa mwanaye. Sasa anamzuia ana, anapomwachia Isaka ghafla, anaona kwamba kuna kondoo ambaye amenaswa, ame, ame, ame, ame, ame, ame katika kichaka na huyu kondoo anachinjwa, eh, na anawekwa kama madhabahu ni sadaka ya kuteketeza. Na baada ya hapo Mungu anarudia ahadi ya kubariki uzao wa Abrahamu eh, kupitia Isaka, anamwambia kwa vile ulikuwa tayari kutoa hata mwana wako, ninaapa na hiyo ahadi ambayo, na hiyo ahadi sio mpya, ni, ni ahadi ambayo amewahi anairudia tu. Anamwambia okay, sasa najua wewe uko tayari kufanya chochote kile kwa ajili yangu, kwa hiyo ninajua. Uh, story hiyo eh, inaonyesha kwamba Mungu anashika ahadi zake eh, hiyo inaonyeshwa, lakini pia naona inaonyesha kwamba Mungu Ha, tuseme sadaka ya, ku, ya kutoa eh, mtu kama sadaka yaani ku, kujiua au kumuua mtu kwa ajili ya Mungu, hiyo sio kitu ambaye Mungu anaifurahia, na ukisoma katika Biblia unakuta kwamba thamani ya maisha ya mtu ni kuu sana, ni kuu sana sio kitu cha kuchezea. Sio kitu cha ku yani kuua, ni kitu kibaya sana, ni kitu kibaya sana. Abrahamu ndio wakati huo yeye utakuta kwamba yeye anajifunza, na kuna mengi katika Biblia yeye tuseme, yeye, yeye, ni, kama, ni stori ndani ya Biblia kuhusu maisha yake jinsi alivyofanya. Alifanya mambo mengi ambayo alishangaza, alisema kwamba mke wake ni, ni dada yake akaolewa na mfalme, baadaye walipogundua, ya Kikristo au maadili ya watu kuelewa jinsi mambo ambayo yanatakiwa kuwa na huyu Mungu ambaye ameamua kumfuata ambaye amemuita kutoka kule alikokuwa na kumpeleka katika nchi ambayo anamwahidi. Kwa hiyo nilipenda nitoe hiyo stori. Kuna mafundisho mengine sasa ya utoaji ambayo tunayapata katika Biblia uh, ambayo ninaweza nikaiongelea zaidi, lakini nilipenda katika video hii niongee juu ya hiyo sehemu. Ni vizuri kufahamu muktadha uliopo, uh, hali ilivyo na sadaka ya jinsi hii ilivyo, katika historia ya wanadamu sio kitu ngeni, sio kitu ngeni na ingawa leo hatuioni, tunaiona kwa namna mbalimbali mbali, lakini sio kwa jinsi hii. Uh, bila shaka ni vizuri kufahamu, kwa sababu kama unapata hiyo story tu peke yake bila kupata kufahamu kwamba hiyo ilikuwa ni tabia ambayo watu walitumia kwa kawaida, unaweza kusema lakini, mbona hapo, ni huyu Mungu yukoje? Mbona, mbona mbaya sana, lakini sio hivyo kwa upande wa Mungu. Alitaka kumjaribu Abraham hakuwa na kusudi ya Isaka kuuawa hata siku moja, isipokuwa alitaka kumjaribu Abraham. Abraham, ok okay, basi ninaishia hapa. Kama umefika mpaka mwisho, kama kawaida, nashukuru sana. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.